Yanatokea una kuyamini kabla hayajatokea. Sawa? yeah. Mlima hausubiri muda. Unaona nukta mkazo, yeah. Unasubiri sauti ya mamlaka kuihamisha kabisa. Sawa. Kitabu cha Matayo sura ya kumi na saba na mstari wa ishirini nukta. Piga makofi kanisa! Piga makofi kanisa! Amen, Haleluya, Amen. Unapofanya maone, Usifanye bila kuyaona matokeo bila kuyaona nini matokeo na kuyaamini kabla hayajatokea. Uwe na imani unapoingia kwamba leo ninaisababisha milima, amini apakioo amin. imesabaika nina amin. Leo ninazawadisha milima kwa jina la Yesu Kristo. Amini kabisa, kiroho umezalisha. Haleluya kanisa! Ukiwa na imani, ukiwa na imani, hakuna mlima utakaziombelea. Ukiwa na imani, hakuna mlima watoto wako. Ukiwa na imani ya kumwamini Jesus only kwamba ni mwenye uwezo, ni mwenye nguvu, hakuna mlima wa ibilisi utakaosimama kwenye ofisi yako. Haleluya kaisi, unapoingia kwenye moja, omba kwa imani, na naomba kila moja, unapoomba amini kwamba unayemwomba kusaidie umwamini kwamba yeye ni mwenye uwezo, ambayo huyo ni nani? njizasionji aliendania baba mzee wa Yesu, nabii wa kimataifa. Amen. Hoy, al. Al. Pwende, sababu za kuwepo milima za kuwepo milima, eh? Milima haikuwekwa kwa bahati mbaya, eh? Na Ibilisi, eh? nukta lengo, eh? kubwa ni kuchelewesha ahadi za Mungu Mungu.

Kada kuna mlima lisa ameusimamisha ili kutelesha ahadi yako. Yesu amekuahidi utafanikiwa, kiza toa meahidi utafanikiwa, lakini bado naona zile baraka ulizaidiwa kama avici zimechelewa yes. kuna mlima mlima mlima wa ibisi una kazi nyingi juu ya kuharibu maisha yako. Mlima wa ibisi una kazi nyingi juu ya kuharibu maisha ya familia yako. Tuombe sana, jiza zoni tena, tuombe kwa imani Amen. Popote ulipo, mlima wa ibisi uondolewe leo, sio kesho, amina. Nasema tuombe sana, jiza zoni tena, tuombe kwa tusaidie kuwaondoa milima hiyo. Kwa nini haufanikiwi? Kwa nini magonjwa ndani ya ukoo wenu yaishi? Kwa nini watoto wanaogua magonjwa kila wiki? Hapo kuna milima. Leo ni siku yako nama tata vijana wakii vijana vtuli kuomba kwa imani